Tango ni tunda lenye maji mengi. Ni mojawapo ya mazao maarufu yanayolimwa duniani kutokana na faida zake kiafya, matumizi mengi jikoni, na urahisi wa kulima. Hii hapa: asili na kilimo cha tango. Tango lina asili yake kusini mwa Asia, hasa India, ambapo lilianza kulimwa zaidi ya miaka elfu tatu iliyopita. Baadaye lilienea katika maeneo mengine ya dunia kupitia biashara na uhamiaji. Kilimo cha tango hustawi zaidi katika maeneo yenye hali ya joto na unyevunyevu wa wastani. Mmea huu hukua vizuri zaidi kwenye udongo wenye rutuba, unaopitisha maji kwa urahisi, na wenye pH ya kati ya 5.5 hadi 5.0. Matango yanaweza kulimwa kwa njia ya bustani za nyumbani au kwa mashamba makubwa ya kibiashara. Hizi hapa aina za matango. Kuna aina mbalimbali mbali za matango ikiwemo: tango la kawaida, tango la kiangazi, tango la kuchachusha na tango la Kiafrika. Faida za tango kiafya: kwanza, hutunza hali ya maji mwilini; pili, husaidia mfumo wa mmeng'enyo wa chakula; tatu, husaidia kupunguza uzito; nne, huboresha ngozi Tano, hushusha shinikizo la damu na sita, hulinda mwili dhidi ya magonjwa. Matumizi ya tango: la kwanza, katika mapishi hutumiwa katika salad, kachumbari, sandwich na juice. Mimi ni Jacqueline Maltin.